Wakazi wa kisiwa cha Manda katika kaunti ya Lamu wameandamana kupinga mradi wa mbuga ya wanyama pori kupitia mwekezaji wa kigeni katika kisiwa hicho. Wakazi hao wanasema kuwa tayari mwekezaji huyo ameanza shughuli katika eneo hilo huku akiruhusu wanyama pori karibu na makazi yao. Sasa wanasema hali hii imeendelea kuhatarisha maisha yao, haswa watoto wanapoelekea shuleni. Wanyama kama hawa, leo hii kuna nyati wako hapa Leo kuna chui wako hapa, leo kuna hyena wako hapa, leo kuna mbwa mwitu wako hapa. Tunahofia watoto wakienda shule wataweza kuliwa na hawa wanyama. Nina stikiko kubwa sana mimi mama kwa kuona mzungu ameleta nyati